Habari, karibuni kwenye chaneli yangu leo tutaenda kupika samaki wa nazi. Mimi nimetumia sato wawili, sato wa wa bichi, ila unaweza ukatumia samaki yoyote na kafaa tu. Injika sufuria jikoni, weka mafuta kiasi. Mafuta yakipata moto, weka kitunguu maji Kaanga kitunguu maji mpaka kilainike na hakikisha hakiungui. Kitunguu kikishabadilika rangi, weka kitunguu saumu. Nimetumia kijiko kidogo cha chai. Kaanga mpaka kitunguu saumu kianze kutoa harufu, kisha weka fish masala pia weka magi cube, magi cube nimetumia mbili. Fish masala nimetumia kijiko kidogo cha chai changanya kila kitu vizuri, hakikisha auunguzi viungo, kisha weka nyanya. Mimi nimetumia nyanya moja tu nimeikwangua, changanya nyanya ikianza kutengana na mafuta yaani ikiiva, weka tomato paste changanya tena vizuri. Tomato paste nimetumia kijiko kidogo cha chai. Funika, pika mpaka nyanya zako ziive. Weka chumvi nusu kijiko cha chai, kisha changanya Nyanya ikiiva, utaona inatengana na mafuta, mafuta yanakuwa sehemu yake. Kisha panga samaki wako vizuri, hakikisha samaki unawaweka vizuri, hawabebani. Pia chumvi usiweke nyingi sana, kwa sababu Maggi cubes zina chumvi na viungo mara nyingi aa, vina chumvi. Funika hapa, punguza moto, pika mpaka samaki waanze kutoa supu yake. Sio lazima ufunue, pika kwa muda wa dakika nane. Mimi nimefunua kukuonyesha. Hakikisha auongezi maji mpaka samaki waive kabisa, kisha weka tui la nazi. Ukiangalia kwenye video, kabla sijaweka tui la nazi, samaki walikuwa wanachemka wametoa ile supu yao wenyewe. Mimi nimetumia vikombe viwili vya tui la nazi, tui la box. Natingisha ili nazi yangu ichanganyikane na mchuzi wa samaki. Unaweza ukatumia mwiko pia, kama hapo ndivyo uanza kutumia mbele. Mwiko nachoma sehemu zile ambazo najua samaki hawajashikana sana, na changanya Hakikisha unachanganya vizuri mpaka supu yako inaanza kubadilika rangi. Supu yako ikianza kuchemka, funika, punguza moto, funika kwa muda wa dakika tano. Funua, hapo supu yako imeanza kuwa nzito na rangi inavutia. Nitachanganya tena, kisha nitafunika, nitapika kwa muda wa dakika tatu tu kwa moto mdogo sana. Mpaka hapa supu yako ipo tayari, ila mimi niliweka karoti, nikaweka pia na pilipili pili hoho. Unaweza ukaweka bamia au mbogamboga mboga unazopenda mwenyewe. Hapa nachanganya mboga zangu zizame. Nitapika kwa muda wa dakika mbili tu kwa sababu sipendi mboga zangu zilainike sana. Pishi hili unaweza ukatumia samaki ambaye ni frozen au samaki fresh, ila mimi napendelea sana na ninakushauri utumie samaki ambaye ni fresh. Hata supu yake inapendeza. Dakika tatu zikipita, supu yako itakuwa tayari. Unaweza kukala na wali, ugali, chapati, unaweza kukala yenyewe, unaweza kala na miogo. Wewe tu. Asante kwa kuangalia video yangu.